MC, unaona mambo haya maboaya tende tende, tende, tende. <laughs> Zinapigwa sarakasi ambazo hazijawahi kutokea. Jamani, Yesu yuko hapa. <laughs> Hii songo hii inaona inanitafuta Shetani anazo habari kwamba Yesu yuko mahali hapa, kama tumetoka mbali tumekuja kupigana vita hapa. Apigwe, asipigwe. Apigwe haleluya. Leo ni siku yetu ya kwanza, sema haleluya. Mungu anaanza mpango mzuri na maisha yako sema haleluya. Naomba moja kwa moja tuko kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Marko sura ya tano, Marko mtakatifu sura ya tano, ule mstari wa ishirini na tano mpaka thelathini na nne. Hizi ni habari za mwanamke mmoja aliyekuwa anatokwa damu. Yesu Kristo alipokuwa anapita kwao akasikia habari za mtenda miujiza kwamba anapita, naye alikuwa na msiba wake wa ugonjwa, ugonjwa ambao ulikuwa umemwondolea heshima, ugonjwa ambao ulikuwa umemwondolea, CV yake imeharibika. Aliposikia kwamba Yesu Kristo anapita akafanya maamuzi moyoni mwake. Watu wa Dodoma, unaonisikiliza kwa karibu au kwa mbali, iwezekana una shida inayokusumbua iwezekana kuna jambo linakutesa ndani ya mwili wako, iwezekana kuna jambo linakusumbua ndani ya familia yako. Nina habari njema kwako kwamba yuko mmoja aliye na majawabu ya maisha yetu, jina lake naitwa Yesu wa Nazareti. Tumpigie makofi na kelele kama unaamini kwamba yupo. Oh, haleluya! Biblia kwangu inasema huyu mwanamke aliyekuwa anateseka kwa miaka kumi na miwili kila siku tokee kwa Mungu anatokwa damu, wanawake wengine wakienda kwenye starehe, wakienda kisimani. Maana nyakati zile aliyekuwa anatokwa damu ilikuwa ni ugonjwa wa aibu, ilikuwa ni ugonjwa wa kufedhesha. Mimi nataka nikwambie wewe mtu wa Dodoma unanisikiliza kia chochote ambacho kimekupa aibu katika siku za mkutano hii, Mungu anakwenda kukuondolea aibu yako na fedha zako. Kama unaamini, sema haleluya. Yesu Kristo mtu anamigiza ko mari hapa ana majibu kwa kila mmoja wenu, anamuujiza kwa kila mmoja. Kama kamnaamini, sema haleluya kubwa kuliko wengine sikiliza maneno ya Mungu. Yesu alipokuwa anapita, huyu mwanamke akafanya maamuzi moyoni mwake. Mambo ya Mungu, ndugu zangu wapendwa, yanahitaji maamuzi ya mtu binafsi. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia kwa neno la Kristo hakuna wokovu wa familia, hakuna wokovu wa kabira, hakuna uokovu wa ukoo. Ninataka nikuambie ni maamuzi ya mtu mmoja. Ukiamuka chukua hatua unamwona Mungu uliye mwamini. Siku ya leo ninaamini kwamba utamwona Yesu alive. Amini kwamba naweza, amini kwamba yupo, ni Mungu aliyepo, ni Mungu anayeonekana Hauwezi ukamshika kwa vidole vyako, wala hauwezi ukampima kwa kiwango cha imani yako. Ni Mungu usioweza kumfunga lakini anaonekana kwa matendo, maana yeye jina lake ni mtendo ameujiza. Hebu tumpe makofi na kelele nzuri. Haleluya! Nina imani kwamba nakwenda kuponya magonjwa yote. Biblia inasema katika Zaburi mia moja na tatu mstari wa kwanza ya utusomee makosa yetu yote na kutuponya na magonjwa yetu yote. Hebu waamini kwamba magonjwa yote yanapona siku ya leo. Nampe Yesu Kristo makofi ya nguvu. Haleluya, haleluya. Sikiliza habari njema, mwanadamu. Yesu Kristo nakuhitaji, uchukue hatua siku ya leo. Nataka nikwambie, Yesu Kristo ni limited anajitosha zahitaji hitaji mtada wa mwanadamu, yeye anaweza. Ni mbadilishaji asiyobadilika, ana nguvu ya kubadilisha hali yako, na siku hizi ni siku za mgeuko, ni siku za mabadiliko makubwa kiroho, kiuchumi, kimwili na kijamii. Kama mnaamini sema amen. Nimemwona Yesu akifanya sehemu zote, hajabadilika, hana upendeleo kama alivyofanya Sengerema atafanya na Dodoma, kama alivyofanya Mwanza atafanya na mahali hapa, kwa kuwa yeye ni yeye, hey, yule jana, leo na hata milele. Waebrania kumi na tatu nane inasema habadiliki. Hebu mpigie makofi anayestahili. Mimi ninaamini popote palipo na Mungu kuna wingi, kuna utere, kuna nguvu. Sema nguvu

lakini kwa kuwa alikuwa na dhamira ya kupona ugonjwa wake hakukubali vikwazo vimzuirie. Nami nataka nikushauri dada anasikiliza, wee kijana boo nanisikia, vikwazo vya dini yako visikuzuie kumwona Yesu. Vikwazo vya heshima visikuzuie, vikwazo vya kifedha. Nataka nikuambie, kataa vikwazo, penya mpaka upokee muujiza wako. Kama unaamini sema Yesu kakuta wanafunzi wamemzunguka wengi, wakina Petro, wakina Yohana, wakina Batisimayo, wakina Matayo. Yeye akasema sikuja kutafuta cheo, sikuja kujulikana na, na, na msafara wa Yesu. Alikuja na zamira moja, kulishika pindo la Bwana Yesu ili damu yake ikakauke. Sijui umekuja na, nataka nini. Sijui umekuja kuangalia kwaya, nayo siyo mbaya si imekuja kuangalia wanahubiri anayehubiri nayo sio kitu kibaya, lakini nataka nikuambie dhamira yako kama ni njema, ungekuja kupokea mabadiliko. Yesu ndio chanzo cha mabadiliko ya kweli, anabadilishwa mji kama huu, injili ya kweli ikihubiriwa mji kama huu, nabadiliko wa Dodoma. Dodoma hahitaji mtu mwingine, inamhitaji Yesu aliyekufa na akafufuka abadilishe mji huu wa Dodoma. Hebu sema amen. Lakini kuna nguvu ya Mungu ambayo, nguvu ya Roho Mtakatifu ina vilipuzi, ina mlipuko, inaitwa dunamis. Hiyo ndio nguvu inakwenda kulipua magonjwa. Kwenye hizo siku nne za mkutano, mtashangaa walemavu wanakwenda kutembea, vipofu wataona, wasiosikia watasikia, magonjwa sugu uvimbu utanyauka. kwa, kwa, kwa, kuna nguvu ya dunamis, nguvu ambayo inalipua kila kazi ya Shetani. Hebu yeah. sema mina kama tunakubaliana Yesu huyu anajueka kuvunja utaratibu wa wanadamu. Wanadamu waliokuwa wanasema hautafika, wanadamu waliokuwa wanasema umeishiwa, wanadamu waliokuwa wanasema hautaolewa, waliokuwa nasema, nasema, hauta nasema imekwisha, umefika mwisho. Mungu anakuja na kuanzishia maisha, wanashangaa kwa, kwa, kwa mshangao mkubwa. Jioni ya leo ni, ni jioni ya mshangao. Yesu akamwambia yule mwanamke ambaye damu imekauka akasema, binti, inaenda zako na uwe mzima na usiumwe tena. Nataka kuanza maombezi hapa. Kuna watu wanameza pana ndo asubuhi, jioni na mchana, lakini neno na, na Mungu linakwenda kuponya bure, usiumwe tena. Lakini ili upate uponyaji, lazima kwanza mpate upate yeye anayeponya. Moto moto. Wewe kijana, wewe mwache huyo. Mwambie amwache, ninakufanya simwombe. Toka wewe kijana atoke. Mwambie huyo atoke. Fire! Beba, hey, mlete sasa, beba, mlete huyo beba. Fire, fire, fire! Moto, pitisha hapo. Wewe mzee, pita Mfupishe kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, pokea! Kwa jina Yesu, pokea uzima! Kwa jina Yesu, pokea uzima, pokea, pokea, pokea, pokea po! Mapepo toka! Magonjwa kauka! Uvimbe kauka! Uziwi toka! Upofu toka! Arise, toka! Ombea mtu mmoja nyie, wachungaji, watu wako pale, mjaombea. Nakwenda kuongelea mtu mmoja kule, watu hawajaombewa kule. Kwa jina la Yesu. Mwombee na mikono juu kama na mwezi, kama mwezi mpishi aje aja naye muweza kumwombea karabashakata, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wanakua ya msaidie kazi wanakua ni kubeba watu, nyie waimbaji wamsoma wasonge, nyie kazi yenu. Yani tunafanya kazi pamoja. na mimi nimetoka Mwanza, sio mgeni, mwenyeji hapa. Beba huyo, mlete, mbebe vizuri kwa heshima. Beba unaleta kicha juu mbele hapa. Bwana Yesu asifiwe, amina. Kwa jina, kwa jina naitwa Ibrahim Ndano mwalima, ndio nilikuwa na shida na macho. Macho, machomacho <laughs> wakati naanza hapa, nimekaa pale, kwa wale waliokaa wale watatu wale, ndio lakini ngakuta roho inanigusa, hebu ah, nenda nenda pale, nenda kwenye viwanja. Kwa nini usipige makofi kwa hilo? We jamani <coughs> <gulia> <gulia> jamani, ehe, yani miwani nimeiacha nyumbani sasa. Miwani ameacha wapi? mwambie jina hapo, ameacha home

Juzi nilikuwa naumwa sana uh -huh. Kwa hiyo takia jana na juzi nilikuwa nimelala kitandani, yaani hauwezi, nilikuwa nimechoka, naumwa sana Ndiyo. Sasa baada ya maombi hayo nasikiaje? Ndiyo. Afrika, nimekuwa mwepesi. Mimi nimepona, Mungu ni mwema. Mpe Yesu makofi. Mungu akubariki kaka kwenye kiti hapo, nilikuwa naumwa kiuno na mguu, kiuno na mguu, mguu. mguu upi? wa kulia sasa unasikiaje? Umepona? Nimepona. Umeteseka kwa miaka mingapi? Miaka mingi. Kama mingapi? Miaka hmm, kumi na fikia. Miaka kumi, mguu unauma, kiuno kinauma leo hii, hebu piga namna hii, piga kwa nguvu, piga tena hebu, njoo, njoo, njoo, njoo, njoo hapa. Tembea mwisho mpaka kurudi kule, piga makofi useme haleluya. Nenda paka mwisho, my, my sister. Kwa hiyo kijana wa keyboard, kijana mtanashati huyo hmm. tembea paka kule kwenye speaker kwa Pasadino, alafu niambie unasikiaje. Ongeza spidi kidogo, ongeza spidi, rudi tena. Rudi tena. Makofi yako ni ya kuazima kama umeme wa mgao. Aya, aya, aya, hiyo ndio safari ya mwisho. Mwambie pasta unajisikiaje? Hiyo ndiyo pasta Dino huyu. Ongeza makofi hapo. Aya.